Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Binadamu ni mtu mzuri sana katika ulimwengu huu endapo kabla hajakutana na binadamu mwenzie, lakini pindi tu wanapokutana na wanapoanza kushirikiana huanza kuigizana kama mfano wa kikaragosi. Tabia na desturi ya mwanadamu anapokosewa huweka ahadi ya kutaka kulipiza kisasi na especially pale anapomkosea mtu ambaye ni aghalabu wao kuweza kuonana, basi yoyote anayepita mbele ya macho yake wa ni mkosaji kwake. Mimi nimebahatika kuweza kumwona mtu aliyenikosea, lakini niliweka ahadi ya kwamba hata kama nisingelimwona nisingeweza kulipiza kisasi kwa mtu mwingine ambaye hakunikosea. Tafakari ya leo ni kwamba sisi kama wanadamu tunastahili kuweza kuishi kwa mila, desturi na tamaduni zetu wenyewe tulizozizoea na tunazohisi kwamba ndio sawia. Tuache kuigizana, tuache kuigizana na tabia za kimagharibi, tuache kuiga desturi na tamaduni zisizokuwa zetu, kwa sababu zingine huenda zikatutoa katika maadili na vile vile kuweza kutupotosha. Tuonane siku ya Ijumaa wiki ijayo sana wakati kama huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.